Aina za kilele kwa mwanamke. Wanawake wanaweza kufikia kilele cha mshindo wa kimapenzi kwa njia tofauti, na kila mmoja anaweza kuwa na uzoefu wake wa kipekee. Wengine wanaweza kufikia aina moja ya mshindo, huku wengine wakisi zaidi ya moja kwa wakati mmoja. Hapa kuna aina kuu za kilele kwa wanawake na maelezo ya kina kuhusu jinsi kinavyotokea na mbinu za kukifanya kuwa cha kuvutia zaidi. Kilele cha klitoris. maelezo Maelezo. Clitoris ni sehemu ndogo lakini yenye mishipa mingi ya fahamu zaidi ya 8,000 inayoweza kuleta msisimko mkali wa kimapenzi. Clitoris iko nje ya uke, juu kidogo ya mlango wake, na ndiyo sehemu nyeti zaidi kwa mwanamke. Jinsi kinavyotokea, mwanamke anaposisimuliwa kwenye clitoris kwa vidole au vifaa vya umeme vya mapenzi, hisia huongezeka polepole pole hadi kufikia mshindo wa juu Klitoris hujaa damu na kuwa nyeti zaidi. Na kadri msisimko unavyoongezeka, mikazo ya misuli ya uke na mwili mzima hutokea kwa mafanikio makubwa. Mwanamke anaweza kuhisi mawimbi ya raha yanayopita mwili mzima, huku akitetemeka kwa msisimko wa hali ya juu. Jinsi ya kufanya iwe bora zaidi: tumia mguso wa upole na wenye mvuto ili kuongeza hisia taratibu. Badilisha mbinu kwa kutumia ulimi, vidole au hata vifaa vya kuamsha hisia chukua muda mrefu kabla ya kumalizia ili kumfanya afurahie safari ya msisimko kwa muda mrefu. Kilele cha G-spot. Maelezo. G-spot ni sehemu iliyo ndani ya uke takribani inchi 1-3 kutoka kwenye mlango wa uke upande wa juu. Ni sehemu yenye nyuzi nyororo zinazoweza kusisimuliwa kwa njia maalum ili kutoa mshindo wa ajabu. Jinsi kinavyotokea. Kupenyeza vidole au ume kwa pembe inayogusa G-spot kunasababisha hisia ya ndani inayojenga msisimko wa hali ya juu. Mwanamke anaweza kuhisi msukumo wa raha inayoongezeka kwa kasi, na mara nyingine inaweza kusababisha kutokwa na majimaji squirting. Misuli ya uke hukaza na kulegea kwa mpigo, huku mwili wake ukitikisika kwa furaha ya kimapenzi. Jinsi ya kufanya iwe bora zaidi: tumia mbinu ya vidole kwa upole na ongeza kasi taratibu Badili pembe ya ume wakati wa tendo ili kugusa G-spot kwa usahihi zaidi. Muulize mwenzi wako ikiwa anahisi raha na abadilishe mbinu kulingana na mwitikio wake. 3. Kilele cha uke. Maelezo: huu ni mshindo unaotokana na msisimko wa ndani ya uke kupitia ume, vidole, au vitu vya mapenzi. Tofauti na kilele cha klitoris, kilele cha uke kinahusisha hisia za kina zinazojijenga polepole na kisha kulipuka kwa raha ya hali ya juu. Jinsi kinavyotokea Kusisimua kuta za uke kwa mwendo sahihi na kwa pembe inayofaa kunaweza kusababisha hisi ya kali zinazoongezeka kwa utaratibu. Baadhi ya wanawake wanahitaji msuguano wa kina na wa polepole, huku wengine wakihitaji mwendo wa kasi na wa nguvu. Wakati wa mshindo, misuli ya uke hukaza kwa nguvu na mwanamke anaweza kuhisi mfululizo wa mitetemeko ya raha inayopita mwili mzima. Jinsi ya kufanya iwe bora zaidi zaidi: tafuta pembe inayogusa kuta za uke vizuri zaidi tumia mikao inayoruhusu kupenyeza kwa kina kama vile mkao wa nyuma vayal, au mwanamke akiwa juu. Unganisha na kusisimua clitoris ili kuongeza msisimko. Kilele cha mchanganiezo. Hii ni aina ya mshindo ambapo mwanamke anapata raha kutoka kwa zaidi ya chanzo kimoja kwa wakati mmoja, kama vile kusisimua clitoris na G-spot kwa pamoja. Jinsi kinavyotokea. Klitoris inaposisimuliwa huku uke pia ukiguswa kwa kina, mwili wa mwanamke huanza kuhisi mawimbi ya raha kutoka pande zote. Hisia huwa kali zaidi na mshindo unakuwa wa muda mrefu na wenye utulivu wa hali ya juu. Baadhi ya wanawake wanapopata mshindo huu huweza kuhisi kama wamezidiwa na hisia tamu ambazo hazina mwisho. Jinsi ya kufanya iwe bora zaidi: tumia mikono, ulimi au vifaa vya vya umeme vya mapenzi ili kusisimua klitoris huku tendo la ndoa likiendelea. Mkao wa mwanamke kuwa juu ni bora kwani anadhibiti mwendo na anaweza kusisimua klitoris yake mwenyewe, kwani eneo hili lina mishipa mingi ya fahamu inayohusiana na G-spot. Jinsi kinavyotokea: kusisimua upole kwa kutumia vidole au vifaa maalum kunaweza kuongeza msisimko wa sehemu hii. Kilele hiki kinaweza kuwa cha kina sana huku mwanamke akihisi raha kali inayoenea mwili mzima. Jinsi ya kufanya iwe bora zaidi kwanza kwa maandalizi ya kutosha na utulivu ili kupunguza maumivu. Kutumia vilainishi, lubric ili kuzuia usumbufu. Kuweka mazingira ya faraja na mawasiliano ya wazi kati ya wapenzi. Kilele cha akili. Hii ni aina ya mshindo ambapo mwanamke anafika kileleni kupitia mawazo, ndoto au msisimko wa kihisia bila hata kuguswa kimwili. Jinsi kinavyotokea. Kufikiria hali ya kimapenzi au kufurahishwa na mazingira ya kimapenzi kunaweza kumfanya mwanamke afikie mshindo kwa akili pekee. Wanawake wenye msisimko wa kihisia mkali wanaweza kupata mshindo huu kwa kusikiliza sauti ya mwenzi wao au hata kupitia ndoto za kimapenzi. Jinsi ya kufanya iwe bora zaidi: kujenga hali ya kiakili ya mapenzi kupitia maneno, mazingira au mawazo mazuri. Kumpa mwanamke uhuru wa kufurahia mapenzi kwa hisia na mawazo yake mwenyewe. Kila mwanamke ni wa kipekee, na aina ya mshindo anaoweza kufikia inategemea mwili wake, hamasa yake ya kimapenzi, na jinsi anavyochochewa. Kwa kuelewa aina tofauti za kilele na jinsi ya kuziwezesha, wapenzi wanaweza kufurahia maisha ya kimapenzi yenye msisimko mkubwa na utimilifu wa kihisia. <tune>